Naam, mtazamaji wa Trend TV, moja kati ya vitu ambavyo vimewafanya watu wengi sana wabaki mdomo wazi ni kuhusiana na hiki kiasi cha pesa ambacho inasemekana kwamba Ommy Dimpoz alikuwa akilipwa kipindi ambacho alikuwa anafanya kazi pale GSM. Kwa sababu kama unavyoelewa kwamba hivi karibuni kumekupo na hizi fununu kwamba Ommy Dimpoz bwana, amefukuzwa kazi pale GSM na sio tena mwajiriwa wa kampuni hiyo, na sababu zilikuwa ni nyingi sana, zimeanza kuzungumziwa huko mitandaoni. Moja kati ya sababu ni kwamba ilikuwa inasemekana kwamba Ommy Dimpoz bwana alikuwa anataka kumzunguka bosi wake, kumdalalia, kupiga cha juu. Hiyo ni moja kati ya sababu ambayo inasemekana kwamba imepelekea Ommy Dimpoz kufukuzwa kazi pale GSM. Lakini sababu nyingine ambayo pia inasemekana ni kwamba kulikuwa kuna hii foundation ya kampuni hiyo ya GSM ambayo ilikuwa imeingia katika ushirikiano na CCBRT kwa ajili ya kutoa msaada kwa ajili ya kusaidia huduma ya utoaji wa huduma za kiafya kwa watu ambao wana uhitaji. Sasa pale kulikuwa kuna mambo ya mnada kwa ajili ya ku raise funds, yani kutengeneza pesa kwa ajili ya, walikuwa wanapiga mnada baadhi ya jezi za Yanga. Lengo ni kwamba ku raise kiasi cha fedha ambayo kitatumika kwa lengo la kuchangia huduma hizo, ambapo kwa mujibu wa Ommy Dimpoz akiwa kama shabiki wa Simba alishusha thamani jezi ya Yanga kwa maneno. Kuna maneno ambayo aliyazungumza ambayo alionekana kama vile alishusha thamani jezi ya Yanga, kitu ambacho ni makosa ukizingatia mkataba wake. Inasemekana kwamba yeye akiwa kama head of creative department katika club katika kampuni hiyo ya GSM. GSM iko associated kama madhamini na club ya Yanga. Ommy Dimpoz hatakiwi kuleta mambo ya utimu, yani mambo ya feelings ziwe, ziwe pembeni na kazi ziwe pembeni. So inasemekana kwamba hiyo pia ina ndio moja kati ya sababu ambazo zimefanya Ommy Dimpoz kutimuliwa. Hizi inshu zote, vyanzo vyote hivi vya Ommy Dimpoz kufukuzwa kazi tumesha vizungumza katika video zilizopita hapa Trend TV, kwa hiyo obviously utakuwa unafahamu nini ambacho kime happen. Sasa this time around kitu ambacho kime make headline tena ni issue ya mshahara ambayo inasemekana kwamba Mdimpoz alikuwa anapokea kwa mwezi wakati anafanya kazi pale GSM milioni 30, 30, 30. Kwa hiyo wataalam wakali wa hizi kazi bwana, wanakuambia kwamba Ommy Dimpoz kumbe alikuwa anavuta almost milioni 30 kwa mwezi kama mshahara, wakati anafanya kazi pale GSM. So ukiwa kama mdau na kipi cha kuzungumza kuhusiana na hilo, weka maoni yako bwana, katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.